gu ni kwamba uh, tunaona yara ambayo yanaendelea hapa Tanzania ni kama yara ambayo yanaendelea Uganda ni kama yara yanaendelea Kenya. Uh, ni kama kwamba serikali za hizi nchi hasitaki uh, uh, upingamizi na hiyo haiwezi kuwa mzuri, hiyo haiwezi kuwa mzuri sababu wananchi wao wenyewe watakataa na hatutaki rafsha hatutaki rafsha kwa nji, kwa hisi setu tunataka siwe na amani na kazi iendelee. Sijui ni sababu gani walirudishwa ee, mimi sikukuwa na upingamizi wowote. Sijui ni sababu gani walirudishwa ee, lakini kitu tunaweza sema e, ni kwamba haionekani vizuri haionekani vizuri kwa wakirudishwa wakati wanakuja hapa tuku Kuangalia ni nini inafanyika. Hiyo ni kweli, nimeulizwa na nimekubali kupigania hicho kiti. Na kitu mimi naomba tu ni fair and free election, election, ili wananchi wenyewe waamue ni nani anakuwa kiongozi wao, hiyo e, ndio inatakikana kila, kila inchi na amani itaendelea na, na, na, na itaendelea.